zenye dawa sokoni. Wataalamu wa onya nyanya zenye dawa sokoni. Huyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Huko habari kubwa ni askofu Shayo, e, amani ya kweli iende na haki. Huyo ni askofu Shayo asema amani ya kweli iende na haki, asema wakati huu wa uchaguzi. Huo ndio misingi kila mmoja angetamani kuelezwa na kufahamu, aeleza sababu za kutoa kauli hiyo, lakini wachambuzi watia neno. Huyo ni askofu Shayo amani ya kweli iendane na haki. Lakini vinyozi wa susi wapiga picha kujisajili BASATA. Vinyozi wa susi wapiga picha kujisajili BASATA. Lakini Samia, pwani itakuwa kitovu cha usafirishaji e, viwanda huonea. E, rais Samia sema pwani itakuwa ni kitovu cha usafirishaji na viwanda. Lakini milima mabonde, kampeni za uchaguzi mkuu 2025. E, milima mabonde, kampeni za uchaguzi mkuu 2025 hilo ni gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini tuangazie sasa gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii ukurasa wa mbele na habari inaosema, wadaiwa kukusanya namba vitambulisho vya wapiga kura. E, wadaiwa kukusanya namba na vitambulisho vya wapiga kura. Lakini Pemba wakataa siasa za majitaka sasa ni maendeleo. E, Pemba wakataa siasa za majitaka sasa ni maendeleo. Lakini hatimaye bandari Bagamoyo yaiva. Hatimaye bandari ya Bagamoyo eh, ya iva. Lakini shule inayong'ara kielimu hoi kiafya. Shule inayong'aa kielimu hoi kiafya na utafiti. Asilimia 86 pombe zilizomo nchini ni haramu eh, asilimia 86 pombe zilizomo nchini ni haramu, huo ni utafiti. Lakini Rais Samia tutaendeleza mageuzi katika utalii. Huyo ni Rais Samia asema tutaendeleza mageuzi katika utalii hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini kuachana gazeti ya Nipashe e, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini ni habari kubwa inayosema mgombea urais CCM ni msikivu, huyo ni Kikwete, asema mgombea urais wa chama cha mapinduzi CCM ni msikivu. Lakini Dr Samia afichua faida ya mapinduzi ya viwanda, e, Dr Samia afichua faida ya mapinduzi ya viwanda na balozi Nchimbi aeleza mafanikio utekelezaji wa ilani. Nchimbi aeleza mafanikio utekelezaji wa ilani. Lakini Wasira, rais Samia ameleta maendeleo kwa wananchi. Huyo ni Wasira sema rais Samia ameleta maendeleo kwa wananchi, huku chama cha ADC kubadilisha, eh, kubadilisha maji ya bahari kuwasaidia wakazi wa Kawe. Eh, kwani chama cha ADC chasema eh, kitabadilisha maji ya bahari kuwasaidia wakazi wa Kawe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika Dr Samia kuanza bandari na bandari ya Bagamoyo. Dr Samia kuanza na bandari ya Bagamoyo, eh, Bagamoyo. Lakini eh, TANAPA yazindua ndege nyuki ya kufukuza tembo. TANAPA yazindua ndege nyuki ya kufukuza tembo. Eh, Doyo ahidi kutatua changamoto ya maji na afya mkoani Mwanza. Hilo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Majaliwa: Samia ni mama wa maendeleo. Huyo ni gazeti lako la Uelekeo, anasema Kasim Majaliwa: Samia ni mama wa maendeleo. Lakini Samia kuifanya Pwani lango kuu la uchukuzi. E, Samia kuifanya Pwani lango kuu la uchukuzi, huku Chama cha Mapinduzi sisi kuimarisha maendeleo Kigamboni. Lakini mzee Kikwete asema Hatuchanganyi mchele na chuya ni, CCM tupu. E, hatuchanganyi mchele na chuya ni CCM tupu. Gazeti la Majira linaandika mgombea urais kafu ahidi ah, katiba mpya ndani ya siku mia moja. Lakini polisi yafunguka madhara ya picha za utupu kwenye simu sim. Lakini unene kupita kiasi unachochea saratani. E, gazeti gazeti la kula Majira ukurasa 15 habari inaendelea kwa kina lakini Dr Nchimbi aahidi ukarabati vivuko Kigamboni wakishinda. Lakini Dr Samia, tunakwenda kujenga bandari ya Bagamoyo. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Majira nasema eh, Dr Samia, tunakwenda kujenga bandari ya Bagamoyo. Afunguka uwekezaji wa viwanda uliofanyika Pwani. Kikwete asema tuudipa, eh, tutalipa wema uliotutendea eh, kwa kujaza kura nyingi hadi zifurike. Lakini serikali yatangaza mkakati wa kuboresha vivutio vya utalii na Wasira, Samia ameonesha kwa vitendo tumpe mitano tena. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye linatuandikia Dr. Samia ahidi miradi zaidi ya kimkakati pwani e, eh, Dr. Samia ahidi miradi zaidi ya kimkakati pwani e, eh, imu ya uwekezaji, uzalishaji na viwanda. Lakini Uthmani ahidi kuendeleza rasilimali za bahari na Zanzibar kuendeleza kuchukua hatua kuimarisha biashara lakini eh, eh, eh, eh, la la bari kuu ya kimataifa inasema Israel yaimarisha mashambulizi Gaza. Israel yaimarisha mashambulizi Gaza, yenye habari kwenye gazeti la Kura Zanzibar leo. Lakini gazeti la Kura la Machinga sauti ya onyonge lenye lina habari inayosema Dr. Balozi Nchimbi atikisa Dar es Salaam atangaza ujio wa mabasi mapya 155 ya mwendokasi. Lakini Dr. Samia atangaza neema bandari ya Bagamoyo Dr. Samia tangaza neema bandari ya Bagamoyo, ujenzi wa SGR bandari kavu Kwala wanukia. Lakini wasira Dr. Samia ametafsiri maelekezo ya ilani kwa miaka minne. Na UN inahitaji Tanzania kinara ongezeko la watalii, kinara ongezeko la machinga, sauti ya wanyonge. Huko gazeti la kula habari leo linaandika serikali yafikia 96 mapato ya madini miaka minne lakini JK na Samia ay, atapata kura kihistoria Pwani. Nasema Samia atapata eh, kura za historia Pwani. Kuna kurasa saba, kuna habari inasema viongozi 32 amkosi, eh, wakamatwa, tuhuma, kuiba, wakulima, pamba, eh, kwaibia, wakulima pamba. Lakini mgombea diwani kafu Morogoro afa kwa ajali ya pikipiki piki, na Samia ahidi mtandao gesi Kinyerezi Chalinze. Eh, Samia ahidi mtandao gesi Kinyerezi Chalinze, lakini wasomi wachambuzi watoa tano kampeni za kistaarabu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele, na tuingeze gazeti lako la Mtanzania leo linaandika mapokezi ya Samia Pwani usipime, e, mapokezi ya Rais Samia Pwani usipime. Vipaji vya wanafunzi wa Green Acres vya washangaza wazazi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele lakini serikali yaipa kongore Sunshine ya Kibaha kwa ufaulu mzuri. Na gazeti lako la Dira naandika Bagamoyo, bandari ya Bagamoyo kuunganishwa na SGR, Dkt. Samia asema itatengenezwa eneo la ekari 9800 kusukuma uchumi. Lakini Osha yatoa elimu kwa wasioona, kafu yaahidi kumaliza tatizo la ajira. Yona habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la Mzalendo E, lenyewe linatuhabarisha kwa kusema e, Kasim Majaliwa, asilimia 71 ya vifo duniani ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Lakini JKCI kupima afya ya moyo bure kwa wakazi wa Dar es Salaam kuanzia leo. Na rais Samia anguruma Pwani, ataka wananchi e, wasiogope kwenda kupiga kura Oktoba 29, asema wamekataa wenyewe uchaguzi wasiwatishe. Profesa Khalfani afurahishwa na Green Acres. Kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukurasa wa mbele Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Alonso e, kipigo e, lakini kuna habari inao sema e, Amorimu wala haufi kutimuliwa Man United. E, Amorimu wala haufi kutimuliwa Man United. E, yuni habari kwenye gazeti lako la habari, limeandika Simba Azam zapeta kimataifa. Yanga yamkingia kifua frozi. Sisi mkujenga uwanja msoga hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini kuna habari inasema Singida ya waza makundi shirikisho. Lakini Vunja Bei ampa Diamond maua yake. Hilo ni gazeti lako la habari leo ukurasa so, wa michezo huko gazeti lako la Machinga linaandika kocha Fons mtaipeleka Yanga hatua ya makundi mtibwa ya chapa Fountain Gate ligi kuu. Kasaja Sajigo wapigana Mikwala Simba Songa mbele kinyonge. Eh, Simba ya songa mbele kinyonge. Hilo ni gazeti lako la Machiga. Gazeti lako la Dira linaandika kujenga uwanja, lakini Yanga waifuata Mbeya City. Simba ya songa mbele ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Majira anaandika Simba Afrika ya songa mbele ligi ya mabingwa Afrika yatoka sare dhidi ya Gaborone United. Lakini Simbu rt waishukuru serikali uwekezaji uwekeza e, e, kwenye michezo hiyo. Eh, ni habari gazeti lako la Majira. Ugazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga bado tuna imani na kocha. Simba yafuzwa hatua ya pili Afrika ni baada ya kulazimishwa sare kwa Mkapa. Serikali inataka medali ya madola Olimpiki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa michezo, huku Taifa Tanzania inaandika Dr Samia, sasa ni zamu ya kujenga uwanja wa michezo kwa Jakaya Kikwete eh, Dr Samia. Lakini Simba yasonga mbele bo eh, abebeshwa lawama. Hiyo ni gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa eh, za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kinam na tuangazie sasa gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii, naandika Yanga tuna imani na forzi Andambwile, atajasiri. Simba uso kwa uso na msingizini Hot Spurs eh, lakini kwenye gazeti lako eh, la Mwanaspoti, gazeti la michezo na burudani eh, lenye asubuhi ya leo linaandika Simba ni ile ile, hawa atupia, mnyama akifuzu. lakini Yanga bado wanane tu eh, Yanga bado wanane tu, mziki wa pakome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 Nakwairini, asubuhi njema.